Kwa wazo linajibu vitu vingi. Pengine ufahamu wangu ulikuwa labda unaweza ukawa ufahamu wako kwamba labda mimi tu nataka nipate majibu kwamba watoto wangu wataenda shule fulani labda kana au shule fulani labda wataenda au labda wataenda kusomea kitu fulani. Yes. Lakini Mungu anakupatia wazo ambao limebeba majibu ya vitu zaidi ya shule tu. Nabeba zaidi tu ya shule ya kusoma, zaidi tu ya fedha za kuweza kualisha, zaidi ya chakula, zaidi ya nini. Kwa hiyo anakupa wazo ambalo linabeba majibu ina kwa vizazi hata vizazi na linakuwa limebeba jumla kwa maisha yote, mwana wa Mungu. Unamuona Yusufu, Mwanzo thelathini na saba anaeleza ndoto zake, ambao ni wazo ambao Mungu anampatia wazo la kuokoa taifa la Bwana, wazo la kulifanya taifa la Bwana liwe imara. Mwanzo hamsini anakuja anawajibu kaka zake, Mwanzo hamsini ishirini anakuja anawajibu kaka zake na ndugu zake, anakuambia ni kweli, ninyi mlikusudia mbaya. Anawaeleza kwamba hiki mnachokiona sasa hivi lilianza kama wazo katika ndoto kule.